Wa chakula wamepata afueni ya chakula na bidhaa nyingine na kuwa nusuru kutokana na baa la njaa. Mwandishi wetu Abdurrahman Hassan anatuarifu zaidi. Kinyume na mwezi uliopita ambapo wakazi wa kijiji hiki cha Basuba walikuwa wakihangaikia chakula, taswira ni tofauti sana sasa. Hii ni baada ya misaada ya chakula na bidhaa muhimu kuendelea kumiminika katika wadi hii. Hata hivyo wakaazi wanasisitiza kuanzishwa kwa miradi itakayowasaidia kwa muda mrefu kuweza kujikimu na kupata chakula, ikiwemo miradi ya kilimo cha unyunyizaji maji mashamba, ufugaji na hata uwekezaji kwenye viwanda vya kuzalisha bidhaa ili kutoa ajira na kuinua uchumi wa eneo hili. Ukosefu wa barabara ni tatizo kubwa, kwani barabara kuu ya Hindi kuelekea Kiunga haipitiki kutokana na tishio la vilipuzi vya ardhini vinavyoaminika kutegwa na magaidi wa Alshabab. Ningependa serikali itusaidie mradi aina tofauti, kama kufuga kuku, kuletewa nini, mbegu na hizo vifaa vya kutengenezea shamba ndo nasi tuweze kujitegemea, tusiwe tunaaminia tu msaada kila mwaka. Magari inapita usiku na mchana, mwenye safari kutafuta maisha anaingia gari, mtu amepata maisha anarudi nyumbani kwa gari, ilikuwa hakuna, hakuna shida yoyote, lakini hii imekuwa nikionda ndugu, haiandoki shida za operation huku kwetu. Tunategemea uvunaji wa asali huku kwetu, tuko na ardhi ya rutuba ambao kwamba inaweza ikazalisha chakula cha kutosha hata kulisha Lamu County mzima. Wakazi hao wamekuwa wakihangaika kwa muda mrefu kufuatia hali mbaya ya usalama na operesheni ya kuwaondoa magaidi kutoka kwenye msitu wa Boni. Baada ya runinga ya Citizen kuangazia masaibu wanayopitia wakazi hao, wahisani wengi waliguswa na kujitolea kuwasaidia kwa bidhaa mbalimbali. Halmashauri ya bandari humo nchini KPA ni moja kati ya wahisani wengi waliojitokeza wakitumia zi zaidi ya milioni saba kununua vyakula vya kuwawezesha wakazi kupata kufuturu. Kufikia sasa wakazi wa Basuba wamepata chakula cha thamani ya shilingi laki nne. Tuliona kwa news kuwa watu waichi kijiji na vijiji vingine hapa karibu wako na shida, wako na njaa kwa sababu ya ukame, vile hakujanyesha kwa muda mrefu, ndio tukaamua kama organization tulete chakula. Sisi kama watu wa KPA tunawadhamini sana Basuba community kwa sababu vile nilivyosema, kama kuna adui ambaye anakuja katika poti hii anapitia huko huko, ndio boda yetu iko na Somalia. Huku mwezi mtukufu wa Ramadhani ukifika ukingoni, wakazi wa Basuba wameitaka serikali kuwafungulia miundo msingi kama vile barabara, ili waweze kupata maendeleo maeneo haya. Abdulrahman Hassan, Runinga Citizen, County ya Lamu. Victor Ambuyo na mpenzi wake Rosio Koyeti Karera